Na matarajio yako, unahisi yamefanikiwa, kabla upo Zanzibar na baada ya kwenda China? Kiukweli e, hata kwenye dini tumeambiwa ukitoka ukiwa ume, u, yani utoke ili upate mafanikio hmm. Lakini kukaa nyumbani inakuwa mafanikio yanachelewa, unaweza ukapata lakini ukachelewa. Habari ndugu mtazamaji wa Zantime, karibu tena katika kipindi chetu, na leo tupo na mgeni wetu ambaye tutajifunza vitu vingi sana lakini mada kuu tu ya leo ni maisha ya China na fursa zake. Upo na mimi Salum Simba, usiondoke. Kabla ya kuendelea tu, nakusihi share, like, comment, pia usisahau kusubscribe channel yetu ya Zantime. Ndugu mtizamaji, kama nilivyokuambia hapo awal, leo tupo na mgeni wetu, na sasa tutazungumza naye hapa mambo mengi sana kuhusiana na maisha ya China pamoja na fursa zake. Ndugu mgeni, karibu sana katika studio zetu za Zantime. Ndugu mtazamaji anataka kufahamu wewe ni nani, unatoka wapi na unajishughulisha na nini hasa? Ya, mimi, <coughs> mimi naitwa Masudi Khamis ni mzaliwa wa Zanzibar na nimekulia kul, ni hapa hapa nimezaliwa hapa hapa na nimefanya kazi katika sekta uh, za serikali ya mapinduzi hapa Zanzibar miaka mingi iliyopita, uh, lakini niliamua nili, nili kwamba Uh, nikisha, nikifika muda fulani labda niache ili nipate kujiendeleza kama mimi nisimame kama mimi mwenyewe kwa sababu ninachoamini kwamba hakuna mtu ambaye hawezi kujifunza na kujitegemea kama yeye ndio. Asante. Na kwa sasa upo wapi? Je, bado upo hapa Zanzibar ama kuna sehemu ambayo unajishughulisha na kitu kingine chochote? We, kwa muda mwingi sana, muda mrefu kama miaka kama kumi na saba uh, sipo nchini Deo. Muda mwingi sana nakuwa nipo China na familia, kwa sababu ya hayo matafutaji na ile niliyokuambia kwamba nilipoacha kazi nikaamua kwamba nitafute kitu ambacho kitanifanya nifanye kazi kama kama mimi ndio, asante yeah. Umezungumzia kwamba kwa sasa upo China. Je, yeah, tunafahamu China, wao hawazungumzi Kiingereza, hawazungumzi Kiswahili, wana lugha yao ya Kichina Kwako wewe ilikuwaje hasa ulipoamua uh, kwenda China, ulihisi hakuna ugumu wote wa kufahamu lugha yao pamoja na utamaduni wao, ama kwako ulitumia njia gani hasa ili kuweza kuvimudu hivyo vitu? mm -hmm. Kwanza China uh, ni, ni ngumu ku, kuenda wewe kama mgeni halafu ukahisi uka kwamba labda itakuwa rahisi. Ndiyo. kwa sababu kama walivyosema kwamba lugha ya Kiingereza wanaongea sana lakini sio kama vile ambapo unaenda nchi nyingine za kigeni, wao wanatumia sana lugha yao Ndeo. na wana utamaduni wa kwao na culture, na ndio tamaduni zao Ndeo. na ya, ya ile mienendo yao, kwa hiyo inafanya mpaka ile e, tuseme ni uzalendo Ndeo. kwa hiyo uzalendo wao unawafanya mpaka uhisi kwamba hii lugha inabidi na wewe lazima uingie tu kwa vyovote kutokana na uh, ndo uta, utaishi katika nchi ile. Na Kiingereza kinakuwa uh, ki, vichache sana, hususan wazee, kwa sababu ni, ni wakarimu sana kwa hiyo wewe utakutana na wazee, utakutana na watu wa kati na vijana, kwa hiyo utataka ufanye mawasiliano, kwa hiyo ili ufanye mawasiliano ni lazima na si sikule tu. Hata mgeni akija nyumbani hapa, itabidi lazima atafute maneno ya muhimu ili aanzie pale. Ndio hapa hapa ni zungumzie kitu kimoja. Je, kwa, kwa uzoefu wako China, kupata uraia inakuaje? kwa sababu kama raba wewe upo kule zaidi ya miaka kumi na tano n yani, sifa zao zipoje, kwamba ukifika tu miaka kadhaa unaweza kuwa raia au unaomba ama inakuaje? Kwa China ni ngumu sana kupata uraia. Si, sijawahi kusikia kwa sababu nipo lakini sio kila kitu utajua. E, kwa hiyo kwa, kupata uraia hata kama miaka kumi ikiwa e, si mfanya kazi wa serikali, labda kwa sababu mimi, mimi nilifanya fanya kazi tofauti lakini Deo. Sikuwa nilifanya kazi mpaka kwenye hiyo redio yenyewe lakini sikuwa mwajiriwa Aha. E, sasa kuna wale waajiriwa ambao wanafanya kazi kwa mikataba maalum, lakini ile mikataba ikifikia miaka uh, nafikiri kama miaka ishirini hivi, pale wanakupa sio uraia, wanakupa kadi tu kuweza hata kama kwenu, kuingie na wanakuwepo kwenu kuingia na kuingia bila viza mm -hmm. Hiyo kitu inapatikana, lakini kwa uraia sijamuona mm -hmm. Na sijasikia kuna, kuna, kuna raia labda kapewa uraia, labda wale ambao wanaoa na sina uhakika na hivi hmm, kwa sababu China kubwa hmm. Tuendelee hapa, watu wengi tumeona wakiwa wanaenda labda Kanada, Marekani, Ujerumani, Uingereza, Australia kwa kweli, lakini imekuwa tofauti. Wewe uliamua kwenda China. Kitu ama siri gani hasa ambayo ilikuwa ipo mpaka ukaamua kwamba mimi naenda huku China ili kwenda kupambana na maisha? Yeah, asante sana kwa sababu, kwa sababu kubwa moja ambayo mimi ilinifanya niende kule ilikuwa ni kuvutiwa mapema, kwa sababu nilikuwa sijui China ikoje, lakini ilikusha anza tangu miaka ile, kwa sababu nilienda elfu mbili na nane, ile ilikuwa ishaanza kwa juu. China inakuwa ina, inaeleweka watu, e, ah, watu wengi wana, wana, wanaanza kuingia kule kufanya biashara. Kwa hiyo na mimi nilipopata ile bahati ikanijia tu mi naenda kufanya biashara kwa sababu kila kitu China, lakini imekwenda mpaka inakuwa nakua nakua. Asante sana mgeni wetu kwa majibu mazuri sana. Uh, ndugu mtizamaji, bado tupo hapa kwenye kipindi chetu na mgeni wetu ambaye yeye ana uzoefu kidogo na maisha ya China. Kabla ya kuendelea tu nakusihi, subscribe, share, like, na comment channel yetu ya Zantime. Uh, mgeni wetu tuendelee hapa kwa muktadha huo, wewe ni mzoefu sana nchini China, je yeah. Unahisi fursa gani ambazo zipo ambazo kama vijana ama mtu yoyote ambaye anataka na yeye siku moja afanye maisha China anaweza akafanya akiwa huko? Asante mm. Mimi ninachoamini na, kwamba fursa ni kujitambua kwanza, wewe nini unataka alafu, kuna uh, mipaka ya kila nchi na mipaka yake, kwamba hapa mpaka hapa hivi ikiwa hivi itakuwa hivi. Kwa hiyo kwa China fursa ambazo mimi nazozielewa, sababu wana mipaka yao na taratibu zaki, zaki na taratibu za kiserikali na wa, wachina wa wako tofauti sana na nchi nyingine yeah. Sasa utakuja kukuta pale nazozijua mimi fursa kuu mbili kusoma na biashara mm. Wow. Kwa mfano fursa nyingi sana zinatokea kusoma na nchi mm. nyingi sana duniani China nafikiri inachukua ina wanafunzi kutoka nchi tofauti tofauti, nafikiri kama si ya kwanza ya pili yeah, duniani. yeah. Kwa hiyo hicho kitu kimoja kikubwa sana alafu. yeah. Fursa ya pili biashara. okay. Kufanya biashara, yaani mtu anatoka atambue nini anataka kwenda kufanya. Mm -hmm. akiingia anaenda kufanya biashara na kufanya biashara, kuna sehemu maalum, sio sehemu zote, kwa sababu miji kule imegawika gawika. Kwa mfano kuna Beijing kuna Shanghai mm -hmm. kuna Yiwu kuna Guangzhou. Sasa sehemu kuu na nani hapa na, na, na Shenzhen kwa hiyo mm -hmm. ni sehemu ambazo hizi za biashara Shenzhen, Yiwu mm -hmm. na, na napogwa njuu yenyewe hizi yeah. Fusa, e, ni sehemu kuu ambazo ukienda kule fursa zinapatikana, ni fursa nyingi tu za kibiashara. Ni wewe mwenyewe tu, nini unataka kufanya, umejipanga vipi, na, na, na kima chako cha uh, mipaka yake ya biashara yako yeah. Ni hivyo nafikiri, ukifuata taratibu za nchi ya China, nini unataka kufanya wapi, una, wapi unakwenda hakuna shida, lakini kinyume na, na taratibu Wasabu, si tuchina, hong, wapi, Marikani, Ingereza, ni ngumu kufanikiwa kuingia China kwa sababu si rahisi mtu kuingia tu China kama vile unavyoingia wapi, Marekani Uingereza. Ni kidogo kule wamebana, si rahisi kuendakuenda hivi, kwa sababu watu wanachotaka kufanya kazi na maendeleo na kazi ya kuitunza. Hmm. ni kazie. hapa hapa umetaja baadhi ya miji ambayo kwa hakika watu ndo wanapendelea sana ama ndo miji ambayo mikuu kwa kufanya biashara. Kwa kuwe ukiwa China kule unaishi mji gani? hmm. mimi niko mji wa Beijing. Beijing ni mji kama wa kiserikali tuseme, maana kama mambo mengi yamekuwa ya kiserikali, serikali kama mambo ya kibalozi zaidi ndio iko kule. Imejigawa miji, kuna miji ya biashara, kuna miji ya kama hiyo serikali, na kuna miji ile mingine labda kwenda kutalii zaidi, kama Shanghai biashara, lakini ni mji kidogo wa kitalii. Hong Kong pia ni mji wa, wa, wa, wa, wa, wa kitalii zaidi. E, utakuja kukuta hiyo lakini biashara ni hizi sehemu ambazo nilizokwenda nilizo, nilizo ni hizo na zipo nyingine pengine sizielewi, lakini mm, kwa sababu China kubwa. Maanake mm, yeah, tuseme kama Tanzania tukizungumzia Dodoma tunaweza kusema ni mji wa kiserikali. Ndio. Eh, lakini tukizungumzia Dar es Salaam tunazungumzia ni mji wa kibiashara, lakini tukizungumzia kama Zanzibar tunaweza tukasema mji wa utalii kabisa, mm. asante sana tuendelee hapa kwamba